Elimu imekuwa ikitajwa kama nguzo kuu ya usawa katika jamii. Hata hivyo, hapa nchini Kenya, uwezo wa kiuchumi wa familia huamua mtoto atafika wapi katika safari yake ya elimu. Ukosefu huu wa usawa umeacha familia nyingi maskini bila njia za kujinasua. Katika kaunti ya Uasin Gishu, familia moja inakabiliwa na hatari hiyo huku umaskini ukitishia kuwanyima ndugu wanane fursa ya kuendelea na masomo yao, kama anavyotuarifu Brenda Wanga. Takriban wiki tatu tangu kuanza kwa muhula wa kwanza wa shule, ndugu hawa wanne wakaazi wa kaunti ya Uasin Gishu wamekuwa manyumbani. Ni familia ya watoto wanane mayatima, na sasa wanatunzwa na mlezi ambaye hana uwezo wa kuwasaidia kuendelea na masomo. hali ya maisha yenye iko hapa, mimi kama guardian, kazi yangu ni nafanya tu ya kuoshea, kuoshea watu nguo kibarua, na hiyo ni kidogo tu ni ya kutumika. Sasa sijawezeshwa kuwapeleka shule baadhi ya watoto hawa wako katika shule ya msingi, sekondari ya chini na vyuo vikuu, ilhali mmoja anapaswa kujiungwa na sekondari ya juu. Nasikia vibaya, uh, na naitwa Eldoret Kandi hey. nimekuwa na changamoto ya kusomesha watoto wa, wa grade 10, grade 7 na college na colleges na university. Sasa ilibidi niende kwa chief usaidizi ili watoto wakaweze kwenda shule laki, lakini bado wako hawajaenda shule kwa sababu ya pesa. Msaada huo kutoka kwa chifu ulikuwa kwa njia ya barua ya kuidhinisha familia kuomba pesa kutoka kwa wasamaria wema. Ndugu hawa wanane ni miongoni mwa idadi kubwa ya watoto ambao hawaendi shuleni kutokana na umaskini. Ripoti ya Oxfam Kenya iliyotolewa mwezi uliopita ilifichua uhalisia huu ikionyesha kuwa watoto kutoka asilimia ishirini ya jamii maskini zaidi nchini Kenya hawapati masomo yanayofaa ikilinganishwa na wale kutoka familia ya tajiri. Kwa sasa zaidi ya watoto milioni moja walio na umri wa kwenda shule ya msingi hawako shuleni, huku karibu nusu ya wanafunzi wanaokwenda shule ya upili hawakupata elimu ya sekondari katika umri unaofaa, huku elimu ikitajwa kama njia ya kusawazisha wote nchini Kenya mara nyingi kiasi cha pesa ulicho nacho mfukoni huamua ubora wa elimu utakaopata if you go to those statistics they'll give you precisely the level of poverty in many of our communities and how the households are struggling really to cope if that level where they are indicating those who are even below the $2 a day are in excess of 60%, those are the ones that you expect their children To meet the cost of transitioning to grade 10, a minimum of 50,000 before you make payment of fees. Ni hali ambayo wadau katika sekta ya elimu wanataka serikali kuangazia ili kusawazisha mambo na kuwapa watoto maskini nafasi ya kunawiri. Brenda Wanga Runinga ya Citizen.